Swali na suala nataka niulize, nawauliza hawa baraza, mwataka ushahidi wa Kiislamu kama nyinyi baraza la ulama la Kiislamu, au mwataka shahidi kikanuni? Kwanza kabisa naanza kutoa nasaha zangu kwa baraza la maulama. Baada ya hapa ilipofikia kwa Izuddin, kama video yangu itakufikia mapema, hamjachukua maamuzi ya kutoa video nyingine kumjibu, na kuombeni msimjibu huyo mtu hadharani Huyu mtu atakushindeni hadharani mbele za watu kwa mazungumzo, na mwisho wa siku nchi yetu nzima itaonekana haina maana kwa sababu tu ya tasarufat za baraza la maulama na ofisi ya mufti. Tafadhalini, tafadhalini msimjibu huyu mtu hadharani, busara na hikma zitumike. Huyu ni mtu wa maulidi mwenzenu, mwiteni, zungumzeni sisi tujetuone tu mushashikana mikono mumepiga picha, tufahamu lile jambo lishaisha. Kijitu kizima funika kombe. Sasa basi na saha zangu kwa baraza la maulamaa, kwa maneno haya aliyoyatoa msemaji huyu wa baraza la maulamaa, kwamba aidha baraza limejiridhisha kupitia kwa watendaji wa ofisi ya mufti mkuu wa Zanzibar kuwa hakuna zuio lolote hakuna zuio lolote lililotolewa la kumzuia Sheikh Izuddin kuhadhiri hapa Zanzibar. Kwa mujibu wa maelezo haya, baraza lishakaa lishajiridhisha kupitia watendaji wa ofisi ya mufti mkuu wa Zanzibar kwamba hakuna zuio lolote. Ombi langu na nasaha zangu kwa baraza la maulamaa, jiridhisheni tena kwa mara ya pili kisiri siri, na sasa hivi fanyeni hivi, fuateni haya maelekezo yanayokupeni, mtajiridhisha tena tofauti na mlivyojiridhisha mwanzo hapo kwenye bara, kwenye ofisi ya mufti kuna mtu anaitwa Khalid Ali Mfaume. Huyu ni katibu mtendaji wa ofisi ya mufti. Kisha kuna mtu anaitwa Hamis Gharib, sijui cheo chake ni nani Hamis Gharib, lakini ninamjua ni mtu katika ofisi ya mufti. Nasaha zangu na ombi langu kwenu fanyeni hivi, waiteni watu wawili hawa, kisha waulizeni Nyinyi mna uhakika hamwajui waliofanya hili jambo, yaani waliomuita mwenyeji wa Izuddin, wakamwambia Izuddin, hapa hatakiwi kuzungumza Zanzibar, mpaka aje tumpe barua ya yani, ndo mmemzuia, ndo maana yake hiyo. Kwa sababu kama atakuja, na nyinyi mna haki ya kumzungusha, hamumpi barua mpaka ende zake, mna haki ya kufanya hivyo, ofisi ya mufti. Sasa kile kilichofanyika pale, kuambiwa yule mwenyeji wa Izuddin waiteni watu wawili hawa, nimetaja watu kwa majina kama mtani